Jina langu Rehema Sombi Omari, makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Ni miongoni mwa watiania kati ya wote ambao wamejitokeza kuonesha dhamira zao kwenda kutekeleza ilani ya 2025 2030 watakapopata ridhaa, baada ya mchakato wa kurejeshwa majina na kupata ridhaa za wapiga kura kwenda kuwakilisha katika nafasi za udiwani wa bunge wawakilishi, na hatimaye tuungane pamoja kwenda kuhakikisha ile slogani yetu ya Dr. Samia mitano tena, Dr. Mwinyi mitano tena, na Chama cha Mapinduzi mitano tena inaenda kukamilika ifikapo Oktoba mwaka huu 2025. Imekuwa ni historia kubwa sana siku ya leo kwangu, kwa sababu tangu mchakato uanze wa kuchukua fomu na kurejesha, tarehe 28 ya mwezi wa sita mwaka huu, nilichukua mapema sana, lakini Kuchukua fomu ni jambo moja, kurejesha ni jambo lingine, lakini uchaguzi ni mchakato. Namwomba Mwenyezi Mungu namna ambavyo nilitanguliza bismilahi, basi ikafanyike wepesi, ili ndoto niliokuwa nayo mwaka 2020 ikatimie mwaka huu 2025. Historia inaonyesha 2020 nilithubutu pia katika nafasi hii, lakini kadari Mwenyezi Mungu alikadiria niendelee kuokwa na ile tanuri, na niwahakikishie heshima ambayo niliipata nimeendelea kukuiva katika kuisimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kipekee ni wapongeze sana sekretarieti ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na katibu mkuu wa chama Dr Nchimbi kwa namna ambavyo wameratibu zoezi hili, limeenda kwa amani na usikivu mkubwa, watu wamejitokeza, lakini hususan vijana wa Chama cha Mapinduzi wamewiwa kwelikweli. Rai yangu kwa watiania wote, pale ambapo mchakato utakamilika, majina yakarejeshwa, wale watakaenda kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi tukawaunge mkono maana yake kuisha kwa uchaguzi mmoja ndiyo mwanzo wa uchaguzi mwingine. Tuendelee kuwa wamoja, tudumishe amani na mshikamano, ili amani endelee kutawala ndani ya taifa letu na chama cha mapinduzi isiishie miaka 48, tuendelee kutawala. Maisha kidumu chama cha mapinduzi.